Katika mahubiri yake mlimani Bwana amekuwa akiinua viwango kwenye masuala kadhaa, akienda zaidi ya matendo ya nje na kuangalia moyo. Ameshughulikia hasira na e, eh, suala la tamaa. Sasa basi, anaenda kuinua kiwango kuhusu utakatifu wa ndoa. Na niambie, katika kizazi cha Yesu ndoa haikuchukuliwa kama agano la maisha yote. Kwa kweli, talaka ilikuwa a eh, rahisi sana kupatikana wakati suala hili eh, lilikuwa likijadiliwa kati ya marabi wakati wa Yesu, ukweli ni kwamba talaka iliruhusiwa kwa karibu chochote, mradi tu cheti cha talaka kiliwasilishwa. Kwa hiyo ilikuwa tu suala la makaratasi, na sasa anazungumzia suala hili hapa katika Mathayo saa 5 na madakika 31. Pia ilisemwa, yeyote anayemwacha mkewe na ampe cheti cha talaka, lakini mimi nawaambia kila mtu anayemwacha mkewe isipokuwa kwa sababu ya uasherati anamfanya azini, na yeyote anayemua mwanamke aliyeachwa anazini. Lakini hapa Yesu ananukuu kutoka Kumbukumbu la Torati 24. Sheria ya Musa hakika haikuhimiza talaka wala haikuidhinisha talaka, bali ilihitaji uwajibikaji na cheti cha talaka, yaani mchakato wa kisheria. Yesu anafafanua suala hili hapa, na kile anachofundisha ni finyu zaidi kuliko kile ambacho ulimwengu wake wa Kiyahudi ulikuwa unaruhusu. Anasema hapa isipokuwa kwa sababu ya washerati. Hivyo basi, ndoa inaweza kuwa na kile kinachoitwa kipengele cha ubaguzi ambacho ni washerati. Baadaye mtume Paulo ataandika katika moja wa Korintho saa 7 na madakika 15 kwamba ikiwa mume wa mwanamke hataki tena kuendelea kuwa naye na anaamua kuondoka au anataka mwanamke huyo aondoke, basi mwanamke huyo hafungwi tena na huyo mume. Kwa kweli, Paulo anaandika katika kifungu hicho kama mwenzi asiyeamini ataamua kuondoka, basi na iwe hivyo. Katika hali kama hizo, ndugu au dada ambaye ameachwa hafungwi tena au si mtumwa tena. Hivyo basi, hicho ndicho tunachokiita kipengele cha ubaguzi cha kuachwa. Kwa hiyo kama mwanamke aliachwa, na hilo lilitokea mara kwa mara, alikuwa huru kutoka katika kifungo cha ndoa. Kwa hivyo alikuwa huru kuolewa tena. Kwa hivyo tukichanganya kipengele cha ubaguzi cha Yesu kuhusu uzinzi na kile cha mtume Paulo kuhusu kuachwa, tunapata matukio haya mawili yanayovunja ndoa usaliti wa kingono na iau wachwa. Sasa hebu nikuambie, hii haimaanishi kwamba mtu lazima amtaliki mwenzi aliyekosa. Kwa kweli, kama mchungaji, nimekuwa nikihimiza toba na upatanisho kila mara, lakini hii inaruhusu talaka kufanyika, jambo linalompa mwenzi asiye na hatia uhuru wa kuoa au kuolewa tena. Sasa hebu niseme tu, hii ingekuwa mafundisho magumu sana wakati wa Kristo, kwa sababu talaka ingeweza kupatikana wakati wake bila sababu yoyote hasa, na kwa wanawake hasa ilikuwa hatari kwa maisha kubaki bila msaada wa mume ghafla katika siku hizo. Hivyo tena, Yesu anaweka viwango vya juu zaidi, na agano jipya lote kwa njia linakubaliana likieleza wazi kwamba lengo la Mungu ni mume na mke waishi katika ndoa kwa uaminifu maisha yao yote. Sasa kwa sababu tu Yesu amesema hivi, haimaanishi kwamba ndoa ni rahisi. Kwa kusema ukweli, kazi ya kufanya ndoa ifanikiwe ni kazi kubwa sana. Na sehemu kubwa ya tatizo ni kwamba kwa watu wengi leo, lengo kuu la ndoa ni kutimizana kimahusiano kwa maneno mengine, jukumu kuu la mwenzi wangu ni kunifanya niwe na furaha yaani, tusijali kujitoa kwa unyenyekevu, tusijali huwa mtumishi, tusijali kujitolea maisha yote katika kukiri, kutubu na kupatanisha, tusijali kulea kizazi cha kumcha Mungu. Unajua, ndoa inahusu mimi tu, na kama haizungumzii mimi tu basi sitaki kuwa ndani yake. Unajua, mtu wa kawaida aliyeoa au kuolewa leo anafikiria nilimwoa kwa sababu nilidhani atatimiza mahitaji yangu au nilimwoa kwa sababu nilidhani atanipa maisha niliyotaka. Mshauri mmoja Mkristo alitoa maoni ya kuchekesha kuhusu wanaume wengi waliomjia kwa ushauri wa ndoa wakilalamika kwamba wake zao hawawapi kile wanachotaka kutoka kwenye ndoa yao. Akasema, unajua wanaume hawa wengi hawataki mke kweli. Wanachotaka ni mbwa aina ya golden retriever. Wanataka mtu ambaye atakuwa tayari kuwahudumia wakati wowote, wa mtu ambaye ataishi kwa ajili yao. Wapendwa, ndoa yako na yangu inahitaji kujitolea, kujisacrifice na uwekeza kila siku. Unajua kwa nini ni kazi ngumu? Kwa sababu tunaishi katika dunia ya dhambi ambayo haitasaidia waume na wake kubaki wameridhika na kila mmoja. Ni kazi ngumu kwa sababu umeoa au umeolewa na mwenye dhambi aliyeanguka. Kwa kweli unajua ndoa ni nini? Ni muungano wa wenye dhambi wawili walioanguka, na kama watu wenye ubinafsi na dhambi, tunataka sisi tuwe kitovu cha ulimwengu, tunataka wenzi wetu waishi kwa ajili yetu, na wakikosa kufanya hivyo, basi tutakuwa kama watu wa siku za Yesu. Ni ni ni karatasi tu tunaweza kumaliza ndoa yetu kwa kutia saini majina yetu. Kwa kweli mwanahistoria mmoja wakati wa Kristo aliandika kwamba wanawake wa Kirumi walihesabu miaka yao kwa majina tofauti ya waume zao. Na ngoja ni kuambie Wayahudi hawakuwa bora zaidi. Kwa hiyo Yesu anainua kiwango hapa kwenye mahubiri yake. Anasema kwamba kama talaka haijatokana na uzinzi. Na Mtume Paulo angeongeza kama haijatokana na kuachwa. Endeleeni huwa waaminifu kwa kila mmoja mnapotegemea Roho wa Mungu, na niruhusu niongeze neno hapa kwamba kama mwanaume anamnyanyasa mke wake, kama anamtishia kumdhuru, ikiwa mke ameanza kuogopa madhara ya kimwili, basi kimsingi ameachana na viapo vyake vya ndoa vya kumtunza, ameacha jukumu lake la kumlinda, na kadiri ninavyoelewa maandiko, amemwacha mke wake sasa ingependekeza kwamba mke ajitenge kwa usalama wake mwenyewe, kisha wamuite mume wake awajibike kupitia ushauri, kanisa likiwa upande wake kwa ajili ya toba. Na kama akikataa, basi anathibitisha tu kwamba amemwacha. Na hilo hilo linahusiana na uzinzi, kutokuwa mwaminifu u, uh, pornografia inahusiana na masuala kadhaa. Kama kuna toba, basi ningehimiza msamaha na upatanisho. Kama hakuna toba, toba ya kweli, wapendwa, basi huyo mwanamke anaweza kuachana na huyo mwanaume kibiblia, na yuko huru kuolewa na mtu mwingine. Sasa, baada ya kuinua kiwango juu ya ndoa, Yesu sasa anaendelea kuinua kiwango juu ya kusema ukweli. Anazungumzia hili hapa kwenye mstari wa 34, kuhusu mada hii, nawaambia msiahidi kabisa, iwe kwa mbingu maana maana ni ni ni kiti cha enzi cha enzi Mungu wala kwa wala kwa kwa dunia maana ni mahali pa kuweka miguu pake, wala kwa Yerusalemu maana ni mji wa mfalme mkuu. Sasa anasema hivi kwa sababu mafarisayo wa wakati wake walikuwa wanaapa kwa namna mbalimbali, halafu wanatafuta njia za mkato za kuvunja ahadi zao. Hivyo Yesu anasema hapa kwenye mstari wa 37 maneno yako yawe ndio au hapana tu kwa maneno mengine sema tu unachomaanisha na kisha fanya kile ulichosema. Sasa Yesu anazungumzia suala la ulipiza kisasi. Anasema hapa kwenye mstari wa 38, mmesikia kwamba ilinenwa jicho kwa jicho na jino kwa jino, lakini mimi nawaambia msishindane na mtu mwovu. Na anasema kwamba adhabu inapaswa kulingana na kosa, lakini tena Yesu anaongeza kiwango. Anachosema ni kwamba uhitaji kulipiza kisasi binafsi. Anasema wafuasi wake kwa namna fulani wanapaswa kuwa tayari kuvumilia matusi na dhuluma. Anasema hapa kukubali kupigwa kofi shavuni, hiyo inamaanisha kwa kweli mtu kumdhalilisha mwingine, inaweza hata kuwa kwa maneno, isipokuwa kushtakiwa bila kujibu kwa njia ile ile. Kwa kweli anaongeza hapa kwenye mstari wa 41, kama mtu yeyote atakulazimisha uende naye maili moja nenda naye maili mbili. Kisha anasema hapa chini kwenye mstari wa 48, na kuweni wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Neno hilo umkamilifu linamaanisha kuwa kamili au kukomaa. Kwa hiyo kuwa mkomavu na mwenye neema kama Baba yako wa mbinguni. Sasa hebu nieleze kwa kifupi wazo hili la kuenda maili mbili ambalo tumesoma kwenye mstari wa 41. E, wakati wa siku za Kristo, Myahudi angeweza ulazimishwa kubeba mizigo mizito ya askari Mroma kwa maili moja. Wayahudi bila shaka walichukia sana desturi hii ya kudhalilisha. Sasa, maili moja wakati huo ilihesabiwa kama hatua elfu moja. Kwa hiyo unaweza kufikiria yule Myahudi akihesabu kwa sauti anapotembea barabarani na, na akifika hatua elfu moja basi angeachia mizigo ya yule askari na asingechukua hata hatua moja zaidi tena. Yesu anaongeza kiwango hapa kwenye mstari wa arobaini na moja anasema mtu akikulazimisha mwendo wa maili moja anaenda naye maili mbili. Unaweza kufikiria kama ungeambia yule askari Mroma, asikiliza, tayari nimeshalazimika kutembea hatua elfu moja kwa sababu umenilazimisha, ni halali, mimi mimi nimewajibika. Lakini mimi ni wa Yesu Kristo Mwokozi wangu, na kwa heshima ya unyenyekevu wake na kujitoa kwake kwa ajili yangu, nitaendelea kubeba mizigo yako maili nyingine. Basi yule askari Mroma labda angejikuna kichwa na kufikiria, unajua hawa wa Kristo huenda ni watu wa ajabu kidogo, lakini kwa kweli ni watu wanyenyekevu sana. Kwa njia msemo huu kutoka kwa Bwana, hapa ndipo tunapata usemi wetu wa leo wa mtu wenda maili ya ziada. Basi kwa hayo tunalazimika kusimama kwa leo mpaka tutakapoanza tena safari yetu ya hekima. Wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote.